Uh, tunaanza na ofisi ya Rais Tamisemi. Mheshimiwa Mary Francis Masanja, mbunge wa viti maalum, sasa aulize swali lake. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Naomba sasa swali namba 225 lipate majibu ya serikali. Mheshimiwa Naibu Waziri, Mheshimiwa Zainab Katimba. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali imeendelea kuajiri watumishi wa kada ya afya na kuwapeleka kwenye vituo vya kutolea huduma za afya kote nchini. Katika mwaka wa fedha 2024-2025, jumla ya watumishi 9384 waliajiriwa na kupangiwa kazi katika vituo vya kutolea huduma katika halmashauri, ambapo jumla ya watumishi 32 wa afya walipangwa katika halmashauri ya wilaya ya Kwimba. Kituo cha afya Budushi kina jumla ya watumishi 12, kumi na mbili. Mheshimiwa Mwenyekiti, mwenye serikali katika mwaka wa fedha 2021 2022 ilinunua magari 594 yani ambulance, magari ya kubebea wagonjwa 382 na magari ya usimamizi wa huduma za afya 212 katika mamlaka za serikali za mitaa Halmashauri ya Wilaya ya Kwimba imepokea magari matatu ya kubebea wagonjwa na kupelekwa katika hospitali ya Wilaya ya Kwimba, kituo cha afya Malia na kituo cha afya Kadashi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa sasa dharura zina, zinazotokea kwenye kituo cha afya Bundushi zinahudumiwa na gari la kubebea wagonjwa lililopo hospitali ya Sumve ambayo ipo umbali wa kilomita moja. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali itaendelea kutenga bajeti kwa ajili ya ununuzi wa magari ya wagonjwa na kuajili watumishi wa kada mbalimbali za afya kwa ajili ya vituo vya kutolea huduma za afya nchini. Asante mheshimiwa mwenyekiti kwa kunipa nafasi hii. Kwanza mheshimiwa mwenyekiti, niipongeze serikali ya mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan kwa namna ambavyo imejenga majengo mazuri ya vituo vya afya na leo hii wananchi wanaendelea kuyatumia, kwa hiyo tunashukuru sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, nina maswali mawili ya nyongeza. Mheshimiwa Mwenyekiti, swali la kwanza, mheshimiwa Mwenyekiti, kituo cha afya cha Budushi kinahudumia zaidi ya wananchi elfu themanini ambao ni watarafa ya Ngura. Wananchi hawa wanatumia kituo cha afya cha Budushi, lakini kituo hiki mheshimiwa Mwenyekiti hakina gari la wagonjwa na gari ambalo mheshimiwa naibu waziri analiongelea ni gari la misheni ambalo wananchi wanalipia, ni hospitali ya misheni. Hivyo naiomba serikali ipeleke gari pale, hawa wananchi zaidi ya elfu 80, waweze kuhudumiwa kwa huduma iliyo bora kabisa na serikali. Swali langu la pili, mheshimiwa mwenyekiti, kituo cha afya cha Budushi hakina mtumishi wa maabara na watumishi wengine mbalimbali mbali. Na tunatambua ya kwamba mgonjwa yoyote anapoenda hospitalini cha kwanza kabisa ni lazima afya ipimwe, na pale hakuna mtumishi wa maabara. Ninaiomba serikali ipeleke mara moja mtumishi pale ili wananchi hawa wapate huduma iliyo bora. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Asante. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Mwenyekiti, Naomba kwanza nipokee maombi ya mheshimiwa Mary Francis Masanja, na maombi haya yanatokana na, na nia yake ya kuona kwamba wananchi ikiwemo wanawake kutoka katika eh, mkoa wake huu mkoa wa Mwanza na wilaya ya Kwimba wanapatiwa huduma nzuri za afya. Na serikali ya awamu ya sita inafanya uwekezaji mkubwa sana katika upande wa afya msingi na ndio maana katika kipindi cha miaka minne ya serikali ya awamu ya sita zaidi ya trilioni moja nukta mbili tisa zimewekezwa kwenye upande huu wa afya msingi na tayari magari ya kutolea huduma ya, ya kubeba wagonjwa yani ambulance mia tatu themanini na mbili yamenunuliwa na kusambazwa kote nchini. Naomba niendelee kumwakishia mheshimiwa Mary Masanja kwamba tutazingatia uhitaji huu wa gari la kuhudumia wagonjwa katika, katika kituo cha afya cha Budushi na serikali itatafuta fedha ili iweze kununua gari hilo na kuweza kulileta kwa ajili ya kuwahudumia wananchi hawa. Lakini kuhusiana na mtumishi wa maabara, serikali ya awamu ya sita katika uwekezaji wake kwenye sekta hii ya afya msingi, katika kipindi cha mwaka 2020, 2021, 2022 imeajiri watumishi wa kada ya afya 25,936 na bado, mwaka jana vibali vimetolewa na serikali kwa ajili ya kuajiri watumishi katika kada hii ya afya zaidi ya elfu 8. Naomba nimhakikishie mheshimiwa mbunge kwamba tutazingatia katika ajira hizi mpya, tutampanga mtumishi wa kuja kutoa huduma katika maabara kwenye kituo hichi cha afya cha Budushi.